Meneja wa wasanii kutoka WCB Ricardo Momo ameweka wazi kwamba bado msanii Lavalava yupo ndani ya lebo ya WCB. Kauli hii imeweza kutolewa mara baada ya kuwepo na stori za chini chini ambazo zinaenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya wa kijamii, watu wakisema kwamba Lavalava ametoka WCB. Ricardo Momo kwa upande wake, na mnukuu kwa maneno ambayo ameyazungumza: iko hivi, mkataba kuna sehemu kuu mbili, kuna sehemu ya kwanza kuisha na sehemu nyingine ni kuvunjika kwa mkataba. Wengi wa wasanii waliweza kusaini miaka kumi kumi: Harmonize, Rich Mavoko, Mboso na zandani. Ni kwamba msanii mwenye miaka mingi pale WCB ambaye amesaini miaka mingi basi ni Zuchu. Nafikiria kwamba Lavalava, hakuna maamuzi yoyote ambayo yamefanyika chini ya lebo ya WCB na yeye amefunga mjadala kwamba bado Lavalava yuko ndani ya WCB. Kwa wale ambao walikuwa na doubt kwamba Lavalava pengine labda hayupo WCB, basi umekosea. Lavalava lava, yuko ndani ya lebo ya WCB na mambo mengine yanazidi kuendelea. So in case kama kutatokea jambo lingine ambalo litakuwa pengine limebadilisha eh, mitazamo kwa watu, basi sisi sawa sawa Digital tutakuwa kwanza kukubalisha. Make sure tukumbuka una subscribe, una like, lakini pia usisahau ku drop comment yako kwenye section ya comment hapo. Utakuwa umetisha kinoma noma. Mtazamo wako utakuwa ni jambo zuri sana kwetu sisi kama Sasa Digital. Until next time, bye.